ameuliza maswali 29 ya uhalali wake. E, Lissu, dhidi ya shahidi, ameuliza maswali 29 ya uhalali wake. Lakini Samia apendekezwa kinara afya mama na mtoto. E, Samia apendekezwa kinara wa afya mama na mtoto. Lakini vifo, e, wa vifo vya saratani vya mshutua mshutua waziri mkuu atoa wa agizo lakini aliyefungwa maisha jela kesi ya unga achiwa huru, aliyefungwa maisha kesi e, ya unga achiwa huru. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Nipashe kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukijana na gazeti la Nipashe tuangazie kwenye gazeti la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema e, Chadema yampa masharti Samia, e, Chadema yampa masharti Samia lakini Dr Samia kinara wa afya Afrika. Eh, Dr Samia kinara wa afya barani Afrika. Na kauli ya Lissu kutopewa chakula eh, ya liza wafuasi kurtini. Eh, kauli ya Lissu kutopewa chakula ya waliza wafuasi kurtini. Lakini makosa yanayofanya na wafungaji wa saumu, ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi yako kwa, kwa kina. Lakini gazeti lako la habari leo yenye asubuhi ya leo linaandika Tanzania EU kushirikiana, e, thamani ya madini Tanzania na EU kushirikiana thamani ya madini. Lakini Tanzania kuimarisha diplomasia mkutano wa EU Tanzania kuimarisha diplomasia mkutano wa EU, una habari kwenye gazeti lako Nipashe.

lakini gazeti lako la Zanzibar leo linaandika Hemedi ya sisitiza mafunzo kwa viongozi wa taasisi. Lakini wizara kusaini mkataba wa uunganishaji interneti majumbani, wizara kusaini mkataba wa uunganishaji wa interneti majumbani na serikali kubadiliana, kukabiliana na changamoto bandarini. Habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la uhuru lenyewe linaandika Rais Samia kung'ara AU upepo wazua nyumba zaidi ya mia mbili themanini wilayani ya Rufiji. Eh, lakini ni maendeleo eh, uwajibikaji na miradi ya shilingi bilioni mia eh, saba hamsini na nane kuzinduliwa Tanga. Habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Majira yenyewe kurasa za mbele inaandika Nemki yafungua eh, yafunga kiwanda Dar es Salaam kwa uchafuzi wa mazingira lakini Rais Samia kuwa kinara wa afya ya mama na mtoto barani Afrika. Lakini Chalamila akunwa na bima ya afya kwa wote, na Dk Mwigulu ataka ushirikiano mapambano ya saratani. Lakini wabunge wana wajibu wa, wa, wa kuenzi kuimarisha muungano. Makamu wa pili wa rais Zanzibar atoa ushauri unembari, kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele huku gazeti lako la Taifa Tanzania uzalendo kwanza linaandika Rais Samia e, katika mkutano muhimu wa mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini nidhamu ya wanahabari kuiokoa Afrika athari za mazingira. Hiyo ndio habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la uelekeo lenye kurasa za mbele linaandika Rais Samia kwa kinara wa afya mama na mtoto barani Afrika, lakini inspekta Abeli amshukuru e, wadau wa habari nchini Abeli ashukuru wadau wa habari nchini. Lakini serikali yapunguza ada maudhui mtandaoni, serikali yapunguza e, ada maudhui mtandaoni habari kuni gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina e gazeti lako la machinga sauti ya wanyonge linaandika na nauka funda vijana kutumia vizuri jukwaa, lakini ukuaji wa uchumi nchini ya kauli mbiu ya kazi na utu. Lakini Rais Samia kushiriki mkutano wa wakuu wa AU nchini Ethiopia. Lakini hatua madhubuti ya Dr Samia, eh, sekta ya ujenzi yule. Habari inapatikana gazeti gazeti lako la machinga kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la mwanahabari yenye kurasa wa mbele inaandika siku mia moja za miradi mapato ya mageuzi NHC chini ya Rais Samia. Lakini Dr Samia kuwa kinara wa afya ya mama na mtoto barani Afrika. Dkt. Migulu waagiza ulinzi kwa wawekezaji aonya msamaha wa kodi bidhaa za nje. Niambari linapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele. Lakini gazeti kwa Raia Mzalendo lenye ukurasa wa mbele linaandika kiwanda kilichokaidi maagizo ya Nemki chapigwa kufuli. Lakini RC Chalamina ashangazwa na ubora wa hospitali ya Shifaa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo ukurasa wa mbele, lakini gazeti lako la Mtanzania leo linaandika Nemki akipiga kufuli kiwanda cha zege Dar es Salaam. Lakini Dr. Mwigulu ataka ushirikiano wa kikanda kupambana na saratani, na Rais Samia wasili ya Ethiopia kuhudhuria mkutano wa AU. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. E, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani e, tunaanza na gazeti lako la Mwana Habari kwenye kurasa michezo, linaandika kibu angua kilio akiagwa Simba lakini bao la depu la, la ingia katika tuzo ligi kuu na Shavi Alonso atajwa Liverpool. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa, e, za michezo. Lakini kwenye gazeti lako Machinga kuna kwenye michezo, linaandika e, kibu naondoka lakini naipenda Simba lakini mwamuzi e, e, wa fainali ya AFCON ni kuiamua Yanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika Yanga yatia e, nanga Zanzibar kibabe, Simba yataka kuondoa gundu kwa Mkapa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo Kwenye kurasa za mchezo gazeti la taifa Tanzania kwenye mchezo linaandika eh, mashabiki wa Simba sasa waitaka Yanga. Rais wa soka Kameruni Eto atua Bongo eh, lakini Ahmed Ali Simba haiwezi kufungwa mara mbili na mpinzani yule yule. Mkutano mkuu kafu kufanyika nchini leo. Simba ipania kesho hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira kwenye kurasa za mbele, lakini gazeti lako la Uhuru linaandika Simba kuweka heshima CAFCL, Yanga ya omba kuombewa. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa eh, za michezo. Lakini Zanzibar leo gazeti lako linaandika wizara benki, benki pasuaji, ya taja kinachoathiri soka Zanzibar, lakini benki ya Simba kufanyiwa upasuaji eh, yapania kufunga stedi malin yuni, habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za michezo, lakini gazeti lako eh, la uh, la Mwanaspoti lenye linaandika Yanga Mtegoni eh, na bari inaandika Yanga Mtegoni eh, Steve Baka asuka mipango mipya eh, lakini bodi ya ligi ashtua wengi yule, na bari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, lakini gazeti lako la Nipashe linaandika ubora wa Simba eh, bado Baka sema